Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi hiki cha leo. Kwenye kipindi hiki tutaangazia methali na maana zao. Uongo wa mganga, nafuu kwa mwele. Methali hii ina maana kwamba uongo wa maelezo yasiyo ya kweli yanayotolewa na mganga au mtu mwingine yanaweza kuwa nafuu au afadhali kwa mgonjwa au mtu anayehusika. Methali hii inahimiza kuelewa kuwa wakati mwingine maneno ya faraja au matumaini, hata kama si ya kweli, yanaweza kumsaidia mtu anayeteseka kuliko ukweli mchungu. Inaweza pia kumaanisha kuwa watu mara nyingine hupendelea kusikia kile kinachowafariji badala ya ukweli mgumu. Uvivu na njaa ni ndugu pacha. Medhali hii ina maana kwamba uvivu na njaa huambatana kama ndugu wa tumbo moja. Mtu mvivu hataki kufanya kazi au bidii ya kujitafutia riziki na matokeo yake ni kwamba atakumbwa na njaa. Methali hii inasisitiza umuhimu wa bidii na kufanya kazi ili kujikimu. Inafundisha kuwa mtu asipofanya juhudi za kutafuta chakula au mahitaji yake ya kila siku atajikuta katika hali ya dhiki na njaa. Mlinzi hulinda ndege, mke mzuri halindwi. Maana ya methali hii ni mtu anaweza kulinda ndege wasile mazao yake, lakini haiwezekani mtu kulinda mkewe kwa kuwa ana akili yake ya kuweza kujilinda. Hupigiwa wanaume walio na wivu wa kutaka kuwadhibiti wake zao. Mkono usioweza kuukata ubusu. Methali hii ina maana kuwa mtu anayekuzidi uwezo, usishindane naye, ni bora kushirikiana naye ni shauri tusiwe wajinga wa kushindana na watu waliotuzidi kwa uwezo, vyeo au mali, kwani hatuwezi kuwashinda kamwe. Itakuwa heri tushirikiane na watu kama hao kuliko kushindana nao. Mkono mmoja hauchinji ng'ombe. Methali hii ina maana kwamba kazi kubwa au ngumu haiwezi kufanywa na mtu mmoja pekee. Inahitaji ushirikiano na msaada wa wengine. Methali hii inahimiza mshikamano, ushirikiano na umuhimu wa kusaidiana katika jamii. Inatufundisha kuwa mafanikio makubwa hayapatikani kwa juhudi za mtu mmoja bali kwa kushirikiana na wengine. Mkono mtupu haulambwi. Ni funzo kuwa kila jambo linahitaji juhudi au gharama ili kufanikiwa. Hapana kitu kizuri kinachopatikana bila kugharamiwa. Mwenye kutaka msaada pia hana budi kuwa tayari kuchangia. Mja haishi kuumbwa. Mwanadamu hubadilika sana kimwili na hasa kitabia katika maisha yake. Anaweza kugeuka na kuwa kiumbe wa aina tofauti katika nyakati na mahali mbalimbali. Hupigiwa watu wanaolalamika kuwa fulani hana tabia nzuri au hapendezi. Ni ukumbusho kuwa kila mtu anaweza kubadilika. Mja angawa kamili huambwa yu kombo. Hata mtu awe mzuri aje, baadhi ya watu hawakosi kudai ana ila fulani. Hutumiwa kutushauri kuwa tusione ajabu watu wanapotulaumu au wanapotukosea, hata kama ni kwa nia mbaya. Haya ndiyo maumbile yao. Milima haikutani, lakini binadamu hukutana. Milima haitembei, kwa hivyo haiwezi kukutana lakini watu hata wakiwa mbali huenda watakutana wakati fulani. Methali hii inatufunza kuwa tusiwakosee wenzetu, kwani huenda tutakutana nao hata kama tutatengana kwa muda. Mgumba hana kilio. Mtu anayekosa kupata watoto huenda akakosa wa kumlia atakapokufa. Ina maana kuwa mtu asiye na matendo mema, anayewatendea wenzake mabaya, hawezi kupata msaada anapopatwa na msiba. Mchinjaji huchukia mchinjaji mwenzake. Methali hii ina maana kwamba watu wanaoshiriki kazi, taaluma au biashara moja mara nyingi huona wenzao kama washindani na huweza kuwa na uhasama kati yao. Methali hii inaangazia ukweli kwamba wakati mwingine watu walioko katika fani moja hawapendi kuona wenzao wakifanikiwa zaidi yao na ushindani kati yao unaweza kugeuka kuwa chuki au uhasama. Mchimba kisima huingia mwenyewe. Ina maana kwamba mtu anayepanga au kutengeneza mtego kwa ajili ya wengine mara nyingi huishia kuangukia katika mtego huo mwenyewe. Methali hii inatufundisha kuwa tusifanye wengine mabaya, kwa sababu huenda madhara hayo yakaturudia sisi wenyewe. Inahimiza utu, uadilifu na kuepuka hila au njama mbaya dhidi ya watu wengine. Mchezea zuri baya humfikia, ina maana kwamba mtu anayepuuza, kudharau au kutumia vibaya jambo jema, mwishowe atakumbwa na matatizo au madhara. Methali hii inatufundisha kuthamini mema tunayopewa au tunayopata, iwe ni fursa, watu wazuri au vitu vya thamani. Ikiwa mtu hata thamini jambo jema, basi anaweza kujikuta katika hali mbaya baadaye. Agunduae ndwele ndiye mganga. Maana ya methali hii ni kuwa mtaalamu wa jambo hujulikana kwa uwezo wake wa kugundua na kusuluhisha tatizo kuhusu jambo fulani. Hupigiwa watu wenye tabia ya kuwadunisha wengine kwa madai kwamba si wataalamu, ilhali ni wao waliosuluhisha matatizo yaliyowakumba. Ajuaye misonoe ni yule alalaye naye. Maana ya methali hii ni kwamba yule anayejua namna mgonjwa anavyokoroma ni yule anayemuuguza. Kumaanisha kuwa anayehusika na jambo ndiye anayelifahamu vyema. Methali hii huambiwa yeyote ambaye anajigamba kuwa analijua jambo asilohusika nalo. Akosapo mafuta hata maji hujipaka. Methali hii ina maana kwamba mtu anapotopokea kile kilicho bora hutumia kile kilicho duni kama mbadala. Inamaanisha kuwa ukikosa kitu kizuri au bora utatumia mbadala wake hata kama si kizuri. Inaweza pia kumaanisha mtu mwenye bidii na ubunifu hatakosa suluhisho hata akiwa na rasilimali chache. Hutumiwa kuonyesha hali ya kubadiliana na mazingira kwa kutumia kile kilichopo. Asifuye jua limemwangazia, ina maana kwamba mara nyingi mtu husifu kitu kwa sababu amefaidika nacho moja kwa moja. Watu hupongeza au kusifu kitu kwa sababu wanapata manufaa nacho. Inamaanisha kuwa mtu anayesifu jambo fulani huenda amepata msaada au faida nalo. Pia inaweza kumaanisha mtu huona mazuri ya jambo au mtu fulani tu pale anapopata fursa au manufaa kutoka kwake. Mega matonge asiliwale na kilimo, ina maana kuwa mtu anayekula chakula anapaswa kudhamini na kutegemea kilimo, kwa kuwa chakula kinatokana na kilimo. Inaonyesha kuwa kilimo ni msingi wa chakula na kila mtu anapaswa kudhamini juhudi za wakulima. Hutumiwa kutuonya kuwa tusifurahie matokeo bila kudhamini chanzo chake. Ili kufanikiwa, lazima uheshimu na kudhamini juhudi zinazowezesha mafanikio hayo. Inaweza pia kumaanisha kuwa usiwe mvivu na kutegemea kula tu, badala yake fanya kazi kama vile kilimo, ili upate chakula kwa jasho lako. Mkono uliokutweka ndio utakaokutua. Yule aliyekupagaza mizigo ndiye atakayekusaidia kuutua mzigo huo. Mtu akijiingiza katika tatizo, lazima yeye mwenyewe atafute njia za kujitoa katika tatizo hilo. Moyo wa mja usiku wa giza. Moyo wa mtu huficha mambo mengi, kama siri, maovu na mema. Si rahisi kufahamu. Mtu anayeshangaa wakati mwenzake ametenda jambo la ajabu ambalo hukudhania angeweza kulifanya huelezewa methali hii. Mpa kisogo si mwenzio. Kwa hivyo, rafiki anayekuepuka au anayekuvalia miwani si mwenzio na si rafiki wa dhati Hututahadharisha dhidi ya marafiki wa kutuhadaa tu kwa uongo. Msafiri hana miiko. Mtu anapokuwa safarini hawezi kuwa katika hali nzuri kama anavyokuwa nyumbani kwao, hana hiari ila yeye hukubali kufanya mambo ambayo kwa kawaida hangeyakubali akiwa kwao. Kwa mfano, hata kama ni mtu mwenye heshima anaweza kukubali kuishi katika hali duni anapokuwa ugenini hupigiwa wasafiri walalamikao hali duni ya vitu vilivyomo huko waendako. Msafiri ni aliye bandarini. Apendaye kusafiri ni lazima awe pale anapoweza kuabiri chombo, lakini siyo awe mbali na kile chombo kisije kikamwacha. Hutukumbusha umuhimu wa kufanya mambo kwa wakati wake ufaao, pasipo kungoja hadi kuchelewa. Kwani chelewa chelewa utamkuta mwana si wako.